Unaweza ukajua um, yani maisha yako ya baadaye vile itakuwa. Jua maisha ya baadaye vile itakuwa itakusaidia namna ya kutembea, namna ya kujipanga. Jua at least miaka tano, miaka kumi, miaka ishirini, miaka hamsini, miaka sabini. yaani hii video itakusaidia kutambua mambo kulingana na umri wa miaka yako. Karibu katika video yangu hii ya kutambua siri ambazo ziko katika maisha yako ya baadaye. Naitwa Daktari Wilson Tayo, mwaka huu wa elfu mbili na ishirini, elfu mbili na ishirini na sita. Na kuombea Mungu usitembee katika giza utembee katika uh, njia ambao unaweza kujua la kufanya. Unajua, baada ya kipindi hiki, kuna hili na hili litakuwa mbele yangu. Matatizo mengi ambao watu wanaingia, tunaingia kwa sababu hatuna uwezo wa kugundua mambo ambayo yako mbele, lakini ninajua ya kwamba maisha yetu ya baadaye yako mikononi mwake Mungu na ikiwa tunaamini maisha yako mikononi mwake Mungu, ni sawa, tunaweza kuwa na subira na matumaini makubwa, kwa sababu tunajua ya kwamba Mungu ana mipango mizuri na maisha mazuri, kwa mipango ya maisha mazuri kwa kila mmoja wetu ambaye anajipanga vizuri. Lakini iwapo Mungu ametuhakikishia ana mipango mizuri katika maisha yetu ya baadaye lakini sisi wenyewe hatuhusiki na lolote linalosababisha hiyo mipango mizuri ije duniani, basi nataka kukuambia, wengine mna mipango mizuri katika mikononi mwake Bwana, lakini huenda maisha yako a baadaye ikaambulia uh, matatizo na maumivu makubwa. Wengine muna mipango ambayo inaweza kufaulu katika kipindi kifupi sana, lakini kwa sababu hakuna anayekujulisha na hakuna njia ya kujua, hayo unamwamini Mungu tu kwa kufanya mambo kigiza giza, basi inaweza ikakusumbua. Sasa video yangu haiko kinyume, video yangu ni ya kukusaidia utambue mambo ambayo yamefichika katika siku za baadaye. Hilo litakusaidia kujipanga na kujimudu na kujua namna ya kupanga mambo yako. Tafuta yai ambalo limeoza. Yai la kienyeji lakini liwe limeoza. Usitumie yai ambalo liko sawa. Tafuta lile ambalo limeoza. Andika majina yako katika hilo yai lenye limeoza. Ukishafanya vile, utashika kwa mkono wako wa kulia. Mkono wa kulia utashika hapa hivi, alafu utaanza kuzungumuza maneno ambayo unataka kuona, unataka kuona Mungu akusaidie. Bwana, nisaidie niweze kujua kesho yangu imebeba nini. Weka vipindi vya miaka, kama ni miaka thelathini, kama ni miaka 40 ijayo, kama ni miaka hamsini ijayo, kama ni miaka sitini ijayo, weka vile unavyotaka, weka kwa kile kipindi ambacho unavyotaka. Mungu akusaidie kujua ni yapi amefichika ya katika hiyo miaka, ili wewe itakusaidia. Unaona, katika Zaburi tisini 90 mstari wa kumi na mbili Biblia inasema tufundishe kuhesabu miaka yetu, ili tuweze kuweka mioyo yetu kwa utaratibu, au kwa lugha ingine inasema weka mioyo yetu kwa utaratibu ili tuhesabu siku zetu. Unajua mwanadamu hayuko duniani milele, tuko duniani kwa kipindi fulani. Na Mungu akikusaidia kujua kwamba kutoka sasa hii na miaka kumi kutakuwa na hili na lile na lile na lile, basi unaweza kujipanga vizuri. Sasa hii video ndio inakuja kwa kusaidia vitu kama hivyo. Sasa wewe tafuta yai alafu lenye limeoza la kienyeji, kama ukipata. Na hata kosa la kienyeji lile lingine la kawaida lenye la agriculture hili, unaweza fanya likioza. Basi andika majina yako juu yake, ukishaomba na Zaburi ya 42, hiyo ndio chapter ya maandiko utatumia. Unazungumuza maneno mbele za Mungu, akusaidie kujua, akusaidie kuona, akusaidie kuelewa. kama una miaka 40 hii kitendo nataka kukuambia itakuwa inawakilisha siku kumi, yaani miaka kumi itakuwa inawakilisha siku moja. Ukimaliza kuomba, utakuwa unachukua yai, unafunga kwa kitambaa cheupe. Chukua yai ufunge kwa kitambaa cheupe. Ukishafunga yai kwa kitambaa cheupe, kile ambacho utafanya unachukua Una, unaweka nyuma ya pilo yako mahali ambapo unalalia, yaani unaona kama unalala hivi. Usiweke chini ya pilo, maana ukilalia pilo utafinya lile ile kitambaa ile yai ile. Kile kitu unatakana kufanya ni uweke kwa kichwa mbele, upande wa kichwa, sio upande wa miguu, upande wa kichwa. Weka yai ya alafu uweze kulala. Kama una miaka arobaini utaweka yai ya hapo kwa siku nne kila siku moja inawakilisha miaka kumi. Kama una miaka hamsini utaweka kwa siku tano. Kama una miaka mia moja utaweka kwa siku kumi, na kila siku utakuwa unaota yale mambo ambayo unaota, utaona kupitia kwa hizo ndoto zako utajulishwa mambo yaliyofichika katika miaka yako ya baadaye, katika siku zako za usoni, katika hatima yako itakuwa ita inafunuliwa pale, hapo ndipo utakapoelewa. Na utakapoelewa basi uamka asubuhi, waandike chini, maana kila siku itakuwa inakuja kwako kama chapter, kama chapter, kama chapter. Utaona kama ni miaka 40, uko nayo siku nne zikiisha, utaona hata ukiacha ile yai pale hakuna kitu itafanyika, hautaota ndoto hizo. So unatoa ile yai baada ya siku zako zikiisha unalipasua nje, umemaliza hiyo kazi hiyo. Video itakusaidia kutembea na kujipanga mwaka huu wa 2026 na waje, niwaambie kitu moja ambao wengi nabii, mnatambua, mkiangalia mnaona siku zimefupishwa, si ndio? Siku zimefupishwa na sasa, si mzaha. Huyu mtu ambaye tunaongea habari zake ambayo naitwa na Yesu, huyu mtu ako karibu sana maana dalili zote zaonyesha unaona, wanadamu vile wamepoteza heshima na hawana, hawana shida. Hata siku hizi kuua mtu ni kama kuua kuku, yaani watu hawafeel, watu hawaoni. Kitambo tukisikia maiti tulikuwa nakimbia tunakaa mbali, lakini siku hizi watoto wadogo wakiona maiti wanakimbilia wanakaa pale, watu wanataka kuona miili ya watu waliokufa, yaani ile hofu imeondoka, watu sahii wamegeuka mioyo yao iko tofauti saa hii hivyo. Sasa ni vizuri uelewe kwamba siku zimeyoma. Eh, siku zimeyoma, wale ambao hamjaoa fanyeni haraka muoe kama mnaweza kuoa na usioe kama uwezi una neema ya kuoa wala na hakuna dhambi kwa kukaa peke yako mpaka Yesu arudi. Wewe kama unaweza kaa, lakini wale ambao mmelemewa na, na, na, na, na tamaa za mili na mambo ya loneliness na nini, nini, kimbia uoe kwa njia ya sawa usio vibaya wa vizuri, ubarikiwe, ili Mungu akusaidie duniani, akirudi akupata umetengeneza jamii, usaidie nchi yako kuzalisha na kuongeza watu mpaka Yesu arudi. Tukutane na wewe kwa ile video inayokuja, ile ingine itakuja, lakini hii ni kufunua kujua siri zako za baadaye katika miaka yako ya usoni. Mungu akubariki, asante.